Kocha Fadlu Davis awapa raha Raja Kasabranga, ambapo katika e, harakati za michuano mbalimbali ambayo kunaendelea barani Afrika ya kufuzu makundi kombe la shirikisho na klabu bingwa, basi e, iliwafanya Raja Casablanca kuweza kutoka kwa goli moja dhidi ya sifuri dhidi ya timu ya Chiera, ambapo bao la dakika ya 17 la eh, penati linatosha kuwapa alama tatu muhimu Raja Casablanca nyumbani dhidi ya Dech katika mchezo wa ligi kuu ya Morocco. Vijana wa Fadlu Davis Raja Casablanca wameachwa alama moja tu na kina la eh, Maghreb Fez Hivyo kama watashinda kipolo chao watakaa kileleni mwa msimu wa ligi kuu ya Morocco maarufu kama Potola Pro. Fadlu Davis anaendelea kufurahia maisha ya ndani ya Raja Casablanca. Ikumbuke kwamba Raja eh, Casablanca iliweza kumchukua Fadlu Davis wakati akiwa anatokea kunako klabu ya Simba Sport Clubu kwa msimu huu, ambapo aliweza kutumikia kwa msimu mmoja tu kwenye klabu ya Simba Sport Club na baadaye kuweza kuhitajika na Raja Kasablanka, baada ya kutuma ofa na kuweza kusajiliwa, na huko ndiko ambako anaonyesha makali yake baada ya kuweza kuwafunga timu hiyo kwenye miliku, kwenye ligi hiyo ya Botola Pro ambapo anaweza kuweza kushikilia kileleni akiendapo atashinda kiporo kimoja ambacho anacho kwenye timu hiyo huku akiwa amesha e, waweka nyuma majandi wakubwa kabisa kama Wydad Atletico Casablanca, lakini kwa upande wake Fadlu Davis ambaye alionyesha kabisa nia ya kuweza kupenda soka la Tanzania, lakini kutokana na changamoto ambazo zilimkuta akiwa ndani ya Simba Sport Club kutokana na mkuta, na mweliwano na baadhi ya viongozi ndio kulimfanya kaweza kuondoka na kuweza kutimkia Raja Casablanca, na huko anatumia kama kocha mkuu wa Raja Casablanca, wakati hapa Simba wao wenyewe hawajampata kocha, ila wanaye meneja Dimitri Pandev.